Wajibu wetu kuwa lindeni nyinyi wananchi na mali zenu, hasa katika kipindi tunaelekea kwenye zoezi kubwa sana la uchaguzi, siku ya kupiga kura tarehe 29 mwezi wa 10 25. Ni jukumu letu sote kulinda mkoa huu wa Katavi, mwananchi na jeshi la polisi mkoa wa Katavi kwa pamoja, mkoa wetu tutakuwa na amani, utulivu na usalama. Kwa hiyo tunachohitaji wananchi wa mkoa huu Mjitokeze kwa wingi mkapige kura, mkishapiga kura muondoke, mrudi majumbani au mwende kwenye shughuli zenu za maendeleo. Hatutaki kuona mwananchi wa aina yoyote analeta taharuki yoyote, analeta uvunjifu wa amani, analeta vurugu, anabeba mabango mababarani, hilo hatuhitaji. Au anatoka kwenda kufanya maandamano, mtuletee taarifa za kiuhalifu au watu mnaona kabisa wataka kufanya maandamano, mtupe taarifa hii. Sisi tupo tayari kuzipokea kwa usiri, na tutazishughulikia tutazifanyia kazi kwa pamoja. Asanteni sana. Kwa hiyo msituogope, tunapita kwa amani, tunahitaji wananchi mfanye kazi zenu vizuri. Jukumu letu kubwa ni kuwalinda wananchi na mali zenu hilo ni jukumu letu sisi kwa kushirikiana na nyinyi wananchi, ambao mnayenisikiliza sasa hivi. Tunakuja kwenu ili tupate taarifa za kiuhalifu, hasa kipindi hiki cha uchaguzi. Tunataka kupata taarifa zozote za mtu yoyote unayemwisi kwamba anataka kufanya maandamano siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 25 shi. Kwa hiyo ni jukumu lenu la kujitokeza kwa wingi Mwende mkapige kura siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 20, 2025.